Miongoni mwa wasanii ambao wameshiriki leo ku, kuadhimisha kumbukizi ya Kathe ni pamoja na Vailet mke wa Manyanya. Tuzungumzane, atuambie vile ambavyo ameenjoy kwenye siku ya leo. Mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Umeona faraja kiasi gani, kuna mkusanyiko wa wanadunia wengi, familia wanasherehekea ama wanaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Keti ama Kathe kweli tumefurahi sana, mimi mwenyewe nimefurahi, sikutegemea kama utapata watu wote hawa kwao. mm. Mm, tumefurahi mm. Kwa ujumla hii kitu inamaanisha nini? maana kuna watu wameacha mambo yao, wamesema leo tunakwenda kwa Kati, wewe ni mmoja wapo upendo mm. Um, by the way, mimi sio mtu ambaye natokatoka kwenye shughuli za watu, ila ni kwa sababu ya Kathe, ni mtufania na upendo mpole anafanyiwa vitu vyote hivi, nikuulize, nitamani swali loswali. Kwa kwanini umekuja kwa sababu wewe sio mtu wa kuzulula zulula, ila leo umekuja kwa keti? Ni kwa sababu mdogo wangu ukiacha kazi, by the way nampenda sana. Manyanya mm. Yeah. Manyanya wapi? Manyanya hayupo mm. <laughs> <laughs> Amepunzika, anatunga misali zake huko. Wewe yeah, ndo mtu ambaye umetunza kuliko wote hapa. Kibe kimekusukuma utunze zile pesa, umetunza kweli au baadaye utadai tu. Hata sijui mwenyewe. Zilikuwa kwenye pochi, nimetoa haya. Ongela ah, mmeuliza sana wewe. Uko wapi mdeme, mzee wa Bakora, midfielder, mzee wa kuchezesha namba 8 kama kawa. Unaenjoy sana kile, ile karakta ambayo unaifanya. Naenjoy. Siko mbaba, Babasma anakuambia mm. Yeah. Yeah, utacheza karakta hii hapa mchezeshaji. Ujisikiaje? Yeah, yani kwanza naomba nimwadisie kidogo. Hivi kufio naona vizuri naona naona, igeuze igeuze. Ah, mweleze Babasma. Kwanza naomba nimwelezee kidogo huyu mwamba unajua, mm. Kwenye maisha watu wengi wanakutanaga na watu wengi tofauti tofauti mm. lakini kuna watu wanakuwa ni wamfano mm kama vile unaweza ukasikia kuna mtu anasema bwana, mimi katika maisha yangu labda mimi Mungu, mama, afu mtu fulani. Kwa binafsi yangu mimi naweza nikasema mwamba ni mtu tofauti kwangu, kwa sababu dunia wakati inaanza, mimi nilikuwa nipo katika mitiani kidogo. Kwanza nilifiwa na bibi yangu, afu nikaja nikafiwa na kaka yangu. Pole sana. Kwa hiyo imefika kama kwenye episode kama ya 18 hivi, Mwamba kanipigia simu, kaniambia, sasa inabidi uingie. Nikamwambia, bwana, niko kwenye mitiani. Akaniambia, hapana, inabidi uingie kuna kitu nakiona kabisa hapa. Basi kweli bwana tulipomaliza arobaini ya kaka kwa sababu ndo alikuwa wa pili kuondoka. Nikaja kujiunga na wenzangu. Baada hapo akaja akanambia bwana unaingia kama mume wa Ilini. Kanambia nachokitaka hapa. Yaani mimi najua wewe unawajua watu wa Swahilini jinsi walivyo na ma midfielder wengi wanakuwa ni watu wa Swahilini. Kanambia sawa. Kwa hiyo akanibebesha ile character. Nikasema inshallah nitaifanyia kazi. Kwa hiyo kifupi, yani Namuombea sana Mungu amjalie ampe maisha marefu na atufanye tuendelee kuzidi kuwa hapa tulipo. Yeah. Kile kile ambacho unachokifanya ni maisha yako. Yaani umesha experience kiasi gani kule ambapo unatokea mtaani? Ah, kwanza yale sio maisha yangu yale ni maisha ambayo nimeambiwa niacheze tu. Muone. Mimi na maisha yangu mengine kabisa. Muone. Lakini kile kitu nakifanya kwa sababu kama ninavyokwambia sisi ni watu wa Uswahilini. Sasa mimi natokea Magomeni yaani. Mi mzawa Dar es Salaam naishi Magomeni, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo naona, na kama unavyojua kule kuna wauni wengi, maklabu nini, mambo ya mpira ndio siseme sababu o midfielder asili yake ni mambo ya mpira kama unavyojua. Si unajua? Eh, kwa hiyo kina Feitoto hao, kina Shomalika, pombe wanetwa hao, kina kina Salumu yule. Eh, na mpira nimecheza, ni soka. Kama nasema hivyo, labda sijacheza mpira. Boli nimepiga ndo e, maana anavyozungumzia hii ina namba sita ina kaba ila saba hii nane, yani nakuwa najua nini nachokifanya eh. Bila mtaani bakula zinaendaje? Sasa kweli watoto wazuri wanatubu mtaani ama hapana e? Hapana, yani kwanza nisiwe muongo mimi e, na familia na mke na watoto kwa hiyo yaani muda mwingi sana nisipokuwa kambi basi nikiwa nyumbani nakuwa ni mtu ambaye nipo na familia yangu yeah. Familia, familia, ukiona kile ambacho unakifanya huwa unajisikiaje ama unakwambiaje? Kwanza mimi mkiongo anajua kwamba ile ni kazi kwa sababu kabla sijafika kwa baba Asma kuna kipindi hata mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kukukuluka na mara nyingine nilikuwa nashuti hadi nyumbani. Kwa hiyo anajua mazingira tukiwa tunashuti kwamba sio kama vile ambavyo watu wanaona, wanajua labda mpo wenyewe tu pale, ni kuna watu wengi na nini, kuna anaelekeza, kuna anepiga ane picha, umeona. Kwa hiyo hana wa wasiwasi, yani kwenye hilo anakuwa anajua kabisa kwamba huyu upo kazini yeah. hmm. hmm. hmm. hmm. Chuma jitambulisha majina kama 300 hivi hadi na babake, kwambia basi, natosha, muoneshe chumba cha kalale. Bwana, katika watu ambao wamenichanganya e, yule mwamba amenichanganya kwa sababu e, kwanza yale majina, binafsi yangu hadi leo ukiniambia ya taje, nitalikumbuka lile la mwanzo tu, yaani mengine yote oneke. Nani ya kwanza ni Sibomana lakini Sibomana, hapo mengine nilikuwa nasikia kama majina ya makanisa, misikiti, yani umeona, klabu klabu, yani nilikuwa sielewi yani mwamba anaongelea nini, yani ndio e, nikamwambia bwana, inatosha muoneshe e, chumba cha kulala umeona e. Ii midifilda inakuaji? Sasa mbona kama kuna vitu fulani vimemisi mwilini afu najutom midifilda. Ukweli upoje? Mi binafsi yangu kwanza siumizwitumie dawa yani, mimi siumizwi na hiyo hali, kwa sababu kama navokwambia mini nina mke na nina watoto, au sio bwana? <laughs> kwa kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunavicheza, au sio bwana? Vitu ambavyo tunavicheza ni vitu ambavyo tunaviishi, au sio bwana? Kwa hiyo kama vile wanavyosema kwamba, sio labda kama yule mwanamke anakuambia oh, tumekaa ilisali zima hamna lolote yani, mimi pale siumii yani, kwa sababu najua ni kitu tu ambacho tunakicheza, au sio yani? Tunafikisha kwa watu waone kwamba kuna watu hapo aina hivyo. Umeona, inawezekana ukakuta mtu unamuona kweli ni midfielder, anakukuruka kama atakapiga pasi huko akapiga pasi huko, lakini mwisho wa siku hivyo yani, na mda kama ulimtamani hivi yule yule yule ambao umesema eleweki uko mbele papoja atakuja naye kuona vitu vyako ya mambo ya nasiri. Mimi nachoomba watu watu wakae tu mkawa wakula ili waone yani, lakini vitu vikali vitu vizuri vingi vinakuja, wataona mengi, watafurahi zaidi yani, mkeo mzuri tu mwanangu. Hey, mke wangu mzuri, lakini ya mambo unajua kiwasilia yapo, yani, kiwasilia aya mambo yapo. Unaweza ukaona mke mzuri lakini burudani kwa unapata sehemu nyingine, si unajua bwana, mambo ya familiajiranuk jirani <laughs> <laughs> <Jilani>. Jirani atoki. <laughs> analiwa <laughs> Jirani atoki yeah. Anajitahidi kweli kurukaruka lakini ataingia mkononi sasa hivi. Kuna neno jipya nimeliingiza, nakwambia we rubaruba tu, nikikutia mkononi utanieleza na ule jirani. Mda wowote ataingia mikononi kwangu, mda utosha basi kunitafuta, tuzungumze vizuri, hamna noma yani, karibuni sana yani. E, kama itakuwa ni kambini, kama ni sehemu nyingine, hamna, tupo pamoja, shukrani sana, tupo <laughs> <Hai>, <pamoja. laughs> DJ, DJ, DJ, DJ, leta kitu, leta kitu. DJ, DJ <coughs> anaitwa DJ, DJ, DJ, DJ, <coughs> DJ, DJ, DJ, DJ. DJ miwani, mi unataka nyimbo gani? anakwambia mwekee nyimbo nzuri, ataka aje kula keki kwa madaa yote, hiyo nyimbo ni anashinda kutembea DJ, DJ, DJ. <coughs>

Hello. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ DJ Miwani DJ Miwani, DJ, Miwani. Basi kwa heshima na taazima kabisa naomba tumlete kaka Devi popote ulipo, kaka Devi. Karibu uje kula keki, kaka Devi popote ulipo, kaka Devi popote ulipo, uje kula keki kaka Devi. DJ mlete. Sorry. DJ Miwani, DJ Miwani. Basi kipindi kaka Devi anajiandaa kuja ndani ya dunia, kuna mwamba mmoja kazi yake ilikuwa ni kupiga bakola, ni mzee wa kutembeza, mzee wa kushenyenta, mzee wa kuwapelekea moto popote ulipo. Brother Mndeme, brother Ndeme, uje kula keki. DJ naomba mlete Mndeme. Hello.